Habari na karibu katika chaneli yetu ya Jifunze Kuogelea na SwimGuru. Uko nami kwa mara nyingine, mwalimu wako aliidhinishwa kimataifa, Abdi Abdi, Abdi Guru, ama ukipenda niite SwimGuru, na leo nimeweza kupata fursa ya kuungana na ndugu yangu Musa. Habari Musa, karibu sana Musa. na SwimGuru tuko hapa katika fukwe nzuri na za kupendeza katika kata ya Chumbageni almaarufu kama fukwe za Matumbo au Beach Matumbo na tuko hapa kwa ajili ya kukuonyesha jinsi ya kujifunza kuelea kwa kujikunja kama mpira wa mzinga. Kusudio kuelea kwa kujikunja kama mpira wa mzinga kukupa tambuo la hisia ya jinsi mwili wako unavyoelea majini kwa kawaida, ili uweze kuhisi kituo cha kuelea kwako. Haya ni mazoezi ya kwanza muhimu katika mfululizo wa mazoezi ya kujifunza kuelea majini. Hatua za kufuatwa: simama katika kina cha maji ya usawa na nyonga yako, katikati ya njia ya kuogelea au maji ya wazi baharini, mtoni au ziwani. Vuta pumzi kubwa na ishikilie. Pinda mwili wako kwenye nyonga na magoti, kisha shika vifundo vya miguu yako. Pinda mgongo wako na sukuma kidevu kuelekea ndani kifuani. Ruhusu mwili wako kuelea kwa asili. Shikilia mkao huu hadi unapohitaji kupumua. Hatua za kufuatwa kwa vitendo: simama katika kina cha maji usawa na nyonga yako, katikati ya njia ya kuogelea katika bwawa la kuogelea au maji ya wazi baharini, mtoni au ziwani. Vuta pumzi kubwa na ishikilie. Pinda mwili wako kwenye nyonga na magoti, shika vifundo vya miguu yako. Pinda mgongo wako na sukuma kidevu kuelekea ndani. Ruhusu mwili wako kuelea kwa asili. Shikilia mkao huu hadi unapohitaji kupumua. na kama jinsi unavyomwona ndugu yetu Musa alivyoweza kutoelekeza kutoonyesha jinsi ya kuelea kama mpira wa mizinga. Na kama uko na rafiki yako, ndugu, au mtu wa karibu, unaweza kumwambia aweze kukusukuma kidogo katika mgongo wako, utakavyohisi mwili wako unavyoenda ndani ya maji na kurudi, na kisha utasimama. Vidokezo. Jaribu kuweka mgongo wako karibu na uso wa maji wakati unavuta miguu yako chini ya mwili wako. Kaa katikati ya njia ya kuogelea ili usigonge kamba ya njia, kama uko katika bwawa la kuogelea. Ungana nasi katika uh, orodha ya video zijazo tuweze kupata uh, fursa ya kuweza kuonyesha jinsi ya kuelea katika mtindo wa nyota upande wa mbele na nyuma. Jinsi ya kuelea katika uh, mwili mnyosho upande wa mbele na nyuma. Jinsi ya kujisukuma na kuteleza upande wa mbele na nyuma. Jinsi ya kujisukuma katika mwili mnyoosho na kuteleza upande wa mbele na nyuma. Tafadhali usikose kujiunga nasi kusambaza na kupenda chaneli yetu ya Jifunze Kuogelea na SwimGuru. SwimGuru hifadhi jifunze ogelea. Asante sana na tutaonana siku nyingine.